unamvamia tu na mgusubusu, hiyo ni ukatili wa kingono. Wanawake wanapata tatizo kubwa sana la kushikwa shiko mwili bila bila ridhaa yake. lakini wengine najua wanaume mnapenda, lakini huwezi kulazimisha. Unatongoza mtu hataki, unatongoza tu, unatongoza anakwambia sitaki, unamfuata, huo ni ukatili wa kingono na una sheria inakulinda. Lakini kuna ile tendo linalofanywa na baadhi ya makabila, umila, utakaso wa ujane. Mama kafiwa na mume nyewe wanafamilia mnamtafutia mume tena, akiwa hajaridhika yaani, mama amefiwa na mume wake, yeye mnamtafutia mume kweli? Yeye mwenyewe ameshindwa kutafuta mume? Hiyo nayo ni ukatili, iko kwenye kundi la ukatili ambao pia utakiwi kutengenezwa, na wengine mengi mengi mtayapata kupitia kwenye dawati letu. Kuna ukatili wa saikolojia.